Sasa hebu tuchimbe kwa undani kuhusu Wakaldayo maana ni taifa lililocheza nafasi kubwa katika historia ya Biblia na pia katika mwanzo wa imani ya Abrahamu. Wakaridayo, taifa la taaruma, unabii wa kiburi. Asili ya Wakaridayo. Wakaridayo walitokea eneo la Mesopotamia ya kusini, mahali ambapo leo ni Iraki ya sasa, eneo lililoitwa Uru. Hapo ndipo historia ya imani ya Abraham ilipoanza. Ni katika Mwanzo 11:28 mpaka 31. Abrahamu mwana wa tela alizaliwa ul katika mji uliokuwa kitovu cha elimu ibada za miungu ya anga na ustaarabu mkubwa: ujenzi wa miji mikubwa yenye hekalu na minara, ibada ya miungu ya sayari, hasa mungu wa mwezi, na kuandika kwa vibao vya udongo. Kwa nje walionekana ni wenye hekima, lakini kwa ndani walionekana wakimtafuta Mungu kwa njia ya sayari. Mungu anamwita Abrahamu atoke katika taifa hilo lenye ustaarabu mkubwa lakini lisilo na hofu ya Mungu. Ondoka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mwanzo 12 mpaka moja. Kuitwa huko kulikuwa kugawanyika kati ya elimu ya wanadamu na hekima ya Mungu. Wakaldayo waliamini sayari zinaongoza maisha ya wanadamu. Lakini Mungu alimwonyesha Abrahamu kwamba ni imani, si nyota uongoza hatima. Babeli kilele cha ufalme wa Wakaldayo. Miaka mingi baada ya Abrahamu, Wakaldayo walijitokeza tena kwa nguvu kupitia mfalme wao maarufu Nebukadnezar, aliyejenga upya Babeli, aliyeshambulia Yerusalemu, kuvunja hekalu ya Sulemani na kuchukua Wayahudi utumwani Babeli. Wafalme sule ya pili ishirini na tano chini ya Wakaldayo Danieli kijana Heblania, wa kehebrania walichukuliwa mateka. Mungu alifunua ndoto za kifalme kupitia Danieli, ndoto ya sanamu ya dhahabu, fedha, shaba, chuma na udongo, vilitabiri falme zote duniani. Wakaldayo walijulikana kama taifa lisiloweza kushindwa, lakini Mungu alionyesha kwamba enzi zote ni za Mungu, na yeye huwainua wafalme na kuangusha. Anguko la Babeli katika kitabu cha Danieli tano, mwana Nebukadneza Nebukadnezar Belshaza alifanya kala mkubwa. Akatumia vyombo vya hekalu la Mungu kwa anasa. Ghafla mkono wa ajabu ukaandika ukutani. Menemene tekel na parsini Yani, umehesabiwa, umepimwa na umepungukiwa. Usiku huo huo Babeli ikaanguka mkononi mwa Wamedi, na utawala wa Wakaldayo ukabomoka. Taifa lililoanza kwa ustaarabu na elimu likafa kwa kiburi na dharau ya Mungu. Kisa cha Wakaldayo ni onyo na elimu kwa vizazi vyetu. Walijua nyota, lakini hawakumjua muumbaji wa nyota. Walijenga Babeli, lakini waliharibu roho zao. Walimshinda mwanadamu, lakini hawakushinda mbele ya Mungu kama Abrahamu alivyotoka kati yao, hivyo hivyo waamini wa leo wanaitwa kutoka katika mfumo wa ulimwengu wa Babeli, mfumo wa elimu bila hofu ya Mungu, maandiko bila unyenyekevu na ustarabu bila utii. Mpaka wakati mwingine, jina langu naitwa Beni Maarifa.